Katika kikao hiki muhimu, lakini pia nitumie fursa hii kumshukuru kila mmoja wenu kwa kutenga muda wa kushiriki kikamilifu katika mkutano huu muhimu kwa faida za afya za watoto na wanawake wenye umri wa kuzaa na vijana balehe wa mkoa wetu wa Ruvuma na Tanzania kwa ujumla. Aidha, kwa aina ya kipekee niendelee kumshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuwa mstari wa mbele kabisa kupigania swala la lishe, lakini pia kutoa miongozo ambayo inatufanya tuweze kusimamia uongezeshaji wa virutubishi kwenye vyakula ndani ya mkoa wetu. Ndugu wageni waalikwa na washiriki, nimefarijika pia kualikwa kuwa mgeni rasmi kwenye kikao hiki muhimu. Natambua bila mimi pia mngeliweza kufanya, lakini mkaona mnipe na mimi fursa ya kuja kushiriki nanyi nikiwa na dhamana ya kusimamia na kuelekeza masuala mbalimbali mbali ndani ya mkoa wetu mkoa huu taarifa na ukweli bado una hali duni ya lishe, na kutokana na takwimu za utafiti uliofanyika mwaka ishirini na ishirini na mbili, inaonesha hali ya udumavu ndani ya mkoa huu iko asilimia 35.2 lakini vile vile uzito pungufu kwa asilimia kumi na mbili pointi mbili lakini upungufu wa damu kwa watoto ni asilimia arobaini na tano na upungufu wa damu kwa kina mama waja wazito ni asilimia thelathini. Kutokana na hali hiyo, mkoa umeendelea kuandaa mipango rakishi na shirikishi ya kupunguza udumavu katika maeneo yetu kwa kushirikiana na wadau wanaoongeza virutubishi kwenye mazao lishe na kwenye unga wa mahindi ili kupunguza tatizo la madini na vitamini kwenye jamii yetu, na ndiyo maana utaona kikao chetu cha leo ni kwa ajili ya kutoa elimu kwa viongozi wa mkoa wilaya na halmashauri kuhusiana na uongezaji wa virutubishi kwenye vyakula ndugu wageni walikwa na washiriki mkoa umeendelea kutekeleza mkataba wa lishe ambavyo moja ya kiashiria chake ni kuwa na viwanda vya kati na vidogo vinavyozalisha unga ulioongezewa virutubishi mpaka sasa katika mkoa wetu kuna jumla ya mashine 937. Kati ya hizo wanaofungasha ni 130 na zinazoongeza virutubishi kwenye unga ni 40 sawa na asilimia 31. Pamoja na juhudi za kuongeza idadi ya mashine zinazoongeza virutubishi kwenye unga wa mahindi, bado mkoa unakabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwepo uelewa mdogo kwa jamii kuhusu umuhimu wa vitamini na madini. Lakini pia kuna mwitikio mdogo kwa jamii juu ya matumizi ya vyakula vilivyoongezewa virutubishi, pamoja na usimamizi hafifu wa kanuni za uongezaji wa virutubishi kwenye vyakula katika ngazi za halmashauri. <coughs> Ndugu wageni na kua, iki, uwelewa, kusiana, na waalikwa na washiriki, mtakubaliana nami kuwa kufanyika kwa kikao hiki kwa kuwaongezea uelewa kuhusiana na uongezaji wa virutubishi kwenye vyakula katika mkoa wetu kibahati ya kipekee kwetu kwa mkutano huu utaleta chachu ya kuongeza uelewa kwenye jamii yetu, lakini pia kutumia mazao yaliyoongezewa virutubishi kwa kushirikiana na wamiliki wa mashine za kusaga unga na mahindi wanaosindika na wasiosindika. Ndugu wageni waalikwa na washiriki ili watoto wetu wafikie ukuaji timilifu na kuweza kutokomeza udumavu katika mkoa wetu, watoe maelekezo kwa wakurugenzi wa halmashauri za mkoa wa Ruvuma kuhakikisha kuwa wamiliki wa mashine walioko kwenye halmashauri zenu wanapatiwa elimu ya urutubishaji wa chakula na kufungiwa mashine za kuongeza urutubishi ili waweze kufikia jamii yetu kwa idadi kubwa. Ni pili, tuwe na utaratibu wa kufuatilia ili kuhakikisha urutubishaji wa vyakula unafanyika wakati wote ili kuleta matokeo mazuri katika kukabiliana na tatizo la hali duni ya lishe, ili hatimaye kwa nafasi zetu tusaidie katika kufikiwa kwa malengo yaliyokusudiwa. Washiriki na wageni wa, wa, waalikwa wengine, kama nilivyosema, fursa hii ni muhimu, hivyo nisisitize itumike kubadilisha uzoefu kwa jinsi gani tunaweza kuboresha hali ya lishe ya watoto na wanawake katika maeneo yetu ili kuchangia kufikiwa kwa malengo ya kitaifa ya kujenga jamii yenye sifa nzuri, lakini pia wenye uwezo wa kubuni na yenye tija mtekelezaji kuelekea nchi ya viwanda na uchumi wa kati. Kama waswahili wanavyosema, wanapo nia, dhamira thabiti na ushirikiano, sina shaka njia itapatikana na udumavu unaweza nihitimishe kwa kusema kwa pamoja, tunaweza kubadilisha hadithi ya lishe nchini, kama ambavyo Nelson Mandela alivyosema, na hapa na nukuu, it always seems impossible until it is done. kwa moyo wa mshikamano, maarifa na maono, utashinda vita dhidi ya utapia mlo. Kwa hayo machache